Your Excellency the President, hii county ilikuwa imesahaulika, tulikuwa tunahesabiwa kama county zingine na hakuna maendeleo ilikuwa inafika huku. Bishop wacha leo nionge ukweli. Niseme nilipochaguliwa, nilikuwa naanza mazishi ya watu wetu waliuliwa na wakora pahali kunaitwa Wangwashe. Nikitoka huko na ingia survey. Nikitoka huko na ingia Mukogodo, na ingia Segera. Watu wetu walikuwa na uliwa kila siku na majambazi. Leo hii security imerudi katika kaunti yetu ya Laikipia na tunashukuru sana sana sana Your Excellency the President. Na mimi niseme ile ukweli nataka kusema. Mara mingi tunaambiwa serikali ya Kenya Kwanza haijafanya kitu. Tafadhali kama hujatoka kaunti ya Laikipia. Leo hii wacha niwaambie serikali ya Kenya Kwanza imefanya kazi muhimu zaidi. Ati hata tukiwa na barabara na watu wetu wakose usalama, hiyo barabara ni ya bure. Leo hii tuko na usalama, watu wetu wanalima, wanapanda, wanapeleka watoto shule. Asante kwa hiyo hiyoxhta your excellency. Your excellency, the second point I want to thank you. Laikipia county ni county ilibarikiwa na kabila zote. My humble prayer to you is usikubali mtu ambaye ataleta ukabila katika hii nchi yetu ya Kenya Uko Laikipia ukisema moriega utajibiwa, ukisema mugeni utajibiwa, ukisema chamge utajibiwa, ukisema ejogo utajibiwa, ukisema setahe utajibiwa. Kabila zote ziko katika kaunti hii, na mimi kama mama kaunti, sitakubali ukabila uletwe katika kaunti yetu ya Laikipia. Sisi ni watu wa moja.